Karibuni sana Kiswahili ni rahisi. Leo tunaangalia maswali na majibu ya viwakilishi. Kiwakilishi ni nini? Kiwakilishi ni kiambishi, neno, au fungu la maneno linalotumiwa badala ya nomino katika sentensi. Pili, andika aina za viwakilishi. Kuna viwakilishi vya nafsi, viwakilishi vya ngeli, viwakilishi vya sifa, viwakilishi vionyeshi, viwakilishi vya idadi, viwakilishi viulizi, viwakilishi vimilikishi vya... viwakilishi vya unganifu, viwakilishi vya pekee, viwakilishi virejeshi na viwakilishi visisitizi. Kwa hivyo Aina ni kumi na moja. Swali la tatu, kwa kutolea mfano mmoja mmoja eleza maana ya viwakilishi nafsi huru. Haya ni maneno mazima au tunaweza kusema haya ni maneno kamili yanayowakilisha nafsi. Kwa mfano, mimi ni mwalimu. Mimi ni nafsi huru au ni kiwakilishi nafsi huru. Yeye ni mwanasheria yeye ni kiwakilishi nafsi huru. Pili, viwakilishi nafsi viambata pia huitwa nafsi vitengemezi. Hivi ni viambishi vinavyowakilisha nafsi. Tuliimba hadi asubuhi, ile tu. Unachezea wapi? Ile u. Anasoma somo lipi? Ile a. Tatu, viwakilishi ngeli hivi ni viambishi vya ngeli vinavyotumiwa kupatanisha sentensi kisarufi. Viambishi hivi huambikwa mwanzoni mwa kitenzi na huwa vinabadilika kutegemea ngeli. Alifika ile ah. Kwa hivyo lazima, kama vile vile viambishi nafsi vya amba, lazima viambishwe kwenye kitenzi au tuseme mzizi wa kitenzi. Alifika, ile a. Walifika, ile wa unakatwa. Ile u inakatwa. Ile i limeiva, ile li. Yameiva, ile ya. Kimevunjika, ile ki. Vimevunjika, ile vi. Imeuzwa, ile i. Zimeuzwa, ile zi. ne? Viwakilishi vya sifa: viwakilishi vinavyoonyesha sifa za nomino inayozungumziwa. Mwerevu ni yule, mwerevu ni kiwakilishi cha sifa. Amenunua kizuri, kizuri ni kiwakilishi cha sifa. Safi imepigwa pasi ile safi. tano. Viwakilishi viulizi viwakilishi vinavyotumiwa kuuliza swali kuhusu nomino. Yupi analia? Ile yupi. Nani amekuita? Ile nani. Ngapi zimenunuliwa? Ile ngapi. Nne. Tunga sentensi ukitumia kiwakilishi cha a-unganifu kuleta dhana zifuatazo. Ala au kifaa cha kufanyia kitendo kwa hivyo unatumia kiwakilishi cha unganifu wa kupikia umeibwa. Kwa hivyo ile wa ile wa daraja. Cha chuo kikuu kimenunuliwa, ile cha chuo kikuu. Aina au sampuli, nitauza la samawati, ile la samawati. Nafsi katika orodha Wasaba amepotea chupuchupu chupu. Wasaba umilikaji cha Calvin kimepotea cha Calvin. Hali wabusara, unatabasamu wabusara, anatabasamu wabusara, ndiyo kiwakilishi cha aunganifu kwa hivyo unapigia mstari ile silabi pamoja na nomino. Tano. Onyesha viwakilishi katika sentensi zifuatazo kisha utaje aina lake. Limeiva vizuri lake. Ni kiwakilishi kimilikishi kuonyesha ni mali ya nani, nomino ni mali ya nani? Pili, mwenye wadhifa wa uwasibu anajishasha. Kwa hivyo mwenye wadhifa wa uwasibu ni kiwakilishi cha pekee. Machache yamechumwa Machache ni kiwakilishi cha idadi. Limeliwa lote kabisa. Ile li katika limeliwa ni kiwakilishi cha ngeli. sita. Tunga sentensi ukitumia aina zifuatazo za viwakilishi. Kiwakilishi cha nafsi huru: yeye ni mhazili. Ile yeye ndiyo kiwakilishi cha nafsi huru. Nyinyi ni waadilifu. nyinyi kiwakilishi kionyeshi cha mbali kidogo. hiyo itahifadhiwa, hiyo. Huo ni mbovu, huo. tatu. kiwakilishi cha idadi ya jumla kadhaa. wamehudhuria mkutano kadhaa. Lukuki, wamehulu kuhudhuria kikao lukuki, ndio idadi, kiwakilishi cha idadi ya jumla. nne kiwakilishi cha uh, unganifu kinachoonyesha nafsi. Kiwakilishi cha uh, unganifu kinachoonyesha nafasi katika orodha. Wa pili amepewa tunzo. Wa pili wanane, alikashifiwa wanane. Je, umeelewa? Tafadhali niandikie maoni pale chini na uniambie video ambayo nitafanya kesho. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.